Hii ni updates kutoka katika Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu ni kwamba ndugu jamaa wa watuhumiwa wa makosa ya uhaini wamejitokeza leo katika mahakama hiyo jijini Dar es Salaam, wakionyesha matumaini juu ya hatma ya wapendwa wao. Wengi wao wa walikusanyika nje ya mahakama mapema asubuhi wakisubiri taarifa zozote mpya kuhusu mwenendo wa kesi na uwezekano wa kuachiwa kwa watuhumiwa hao. Hali hiyo imechochewa na kauli ya hivi karibuni ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyemwagiza Mkurugenzi wa Mashtaka dpp kuangalia namna ya kisheria itakayowezesha kuachiwa kwa watuhumiwa wanaokabiliwa na makosa mbalimbali ikiwemo uhaini. Agizo hilo limewapa jamaa wa watuhumiwa matumaini kwamba huenda hatua za kisheria zikachukuliwa ili kupunguza mzigo wa kesi zinazoendelea mahakamani.